Iwataka na mitindo mingine kushirikiana, basi wale mitindo ambao ni wadogo wadogo, ambao ay, hawana uzoefu wa kufanya matamasha kama haya washirikiane kuweza kupata kufanya kitu kama hicho. Naona sasa hivi yupo hapa Asha Haji, na kwa ajili kabisa ya taarifa ya habari. Karibu Asha. Habari za asubuhi, mtazamaji wa TBC 1, karibu kwa taarifa ya habari. Msomaji wako ni mimi Asha Haji. Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara, Dr. Joyce Mapunjo amewataka wawekezaji wa kigeni wanaowekeza hapa nchini kuingia katika soko la Afrika Mashariki kwa ushindani wa kibiashara unaozingatia mahitaji na kufikiria kuinua hali ya maisha ya watu wa chini. Dr. Mapunjo ametoa kauli hiyo wakati wa hafla ya uzinduzi wa kiwanda cha saruji cha kampuni ya Athi River Mining ARM kinachotengeneza saruji aina ya Rhino kilichopo katika wilaya Mkuranga mkoani Pwani ambacho tayari kimeanza uzalishaji wiki mbili sasa. Mwandishi wetu Rahel Muhando alihudhuria hafla ya uzinduzi huo na hii hapa ni taarifa yake. Ni hafla iliyowakutanisha wafanyabiashara, wataka wana mitindo mingine kushirikiana, basi wala mitindo ambao ni wadogo wadogo, ambao hawana uzoefu wa kufanya matamasha kama haya, washirikiane kuweza kupata kufanya kitu kama hicho. Naona sasa hivi yupo hapa Asha Haji, na kwa ajili kabisa ya taarifa ya habari. Karibu Asha. Habari za asubuhi, mtazamaji wa TBC1. Karibu kwa taarifa ya habari, msomaji wako ni mimi Asha Haji. Katibu Mkuu wizara ya viwanda na biashara Dr. Joyce Mapunjo amewataka wawekezaji wa kigeni wanaowekeza hapa nchini kuingia katika soko la Afrika Mashariki kwa ushindani wa kibiashara unaozingatia mahitaji na kufikiria kuinua hali ya maisha ya watu wa chini. Dr. Mapunjo ametoa kauli hiyo wakati wa hafla ya uzinduzi wa kiwanda cha saruji cha kampuni ya Athi River Mining ARM kinachotengeneza saruji aina ya Rhino kilichopo katika wilaya Mkuranga mkoani Pwani ambacho tayari kimeanza uzalishaji wiki mbili sasa. Mwandishi wetu Rahel Muhando alihudhuria hafla ya uzinduzi huo na hii hapa ni taarifa yake. Ni hafla iliyowakutanisha wafanya biashara katika sekta mbalimbali, viongozi wa serikali na mabalozi. Lengo ni ujio wa bidhaa mpya ya saruji ya Rhino inayotengenezwa na kampuni ya Athi River Mining ARM yenye makao yake nchini Kenya. Katika hotuba yake, katibu mkuu wizara ya viwanda na biashara, Dr Joyce Mapunjo, amesema kuanzishwa kwa kiwanda cha saruji hapa nchini iwe ni tija na ahueni kwa wananchi wa ukanda wa Afrika Mashariki, ili wananchi wake waweze kumudu kununua na kutumia bidhaa hiyo kwa lengo la kujiletea maendeleo. Ina maana kwa, kwamba tutakuwa na bidhaa nyingi sana za ubora katika soko, na hii itahamasisha bei kwenda chini, na bei ikienda chini ina maana kwamba watu wengi watatumia simenti kwa kujenga nyumba zao nyumba bora baada ya kuzoea. Awali mkurugenzi mtekelezaji wa kampuni ya Athi River Mining ARM, Pradi Paun Rana, alitoa historia fupi namna kampuni hiyo ilivyoanzishwa na jinsi inavyosambaa na kujizatiti katika nchi mbalimbali ikiwemo Afrika Kusini, Rwanda, Kenya na Tanzania. Naye balozi wa Kenya nchini Tanzania, Mutinda Mutiso, mbali na kutambua umuhimu wa wekezaji kiuchumi ndani ya Afrika Mashariki, akasisitiza matumizi ya Kiswahili kama lugha ya kibiashara. Tumeazimia kiwe ndio lugha ya biashara kulitumika, mbeleli tunaendelea kukitumia, wala tusiadaiwa kuadua kwamba Kiswahili hakina maana. Mimi sina haya kusema haya, nido balozi Bali kuna wasomi wengine ambao wanataka kutuambia Kiswahili hakina maana kwa sababu zimepata kazi za Kiswahili. Mbona mimi ni balozi na nimepata kazi nikiwa nazungumza Kiswahili? Lakini vipi mwelekeo wa kiwanda hiki kipya cha saruji ya Rhino cha Mkuranga? Julius Nyabicha ni meneja kitengo cha uhusiano mwema na mawasiliano katika kampuni ya Earth River Mining. Kweli ni kwamba chini ya majuma mawili ambayo tumeanza biashara zetu katika nchi ya Tanzania e, tumeweza kuzidi asilimia hamsini ya yale matarajio yetu. Kwa hivyo tunajua ya kwamba na ishara zinaonyesha ya kwamba e, tutakuwa na biashara mzuri katika nchi ya Tanzania. Rahili Muhando, TBC1, Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Abbas Kandoro amesema mpango rasmi wa kutafuta eneo la ujenzi wa chuo kikuu huria cha Tanzania auti mkoani humo umeanza ambapo tayari hekta zaidi ya mia moja hamsini zimepatikana katika eneo la Songwe, nje kidogo ya mji wa Mbeya, karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Songwe unaoendelea kujengwa. Kandoro ametoa kauli hiyo wakati wa maadhimisho ya miaka ishirini ya chuo kikuu huria, maadhimisho ambayo yamefanyika katika chuo kikuu hicho tawi la Mbeya, na kwamba kupatikana kwa eneo hilo kutasaidia kupanuka kwa wigo wa elimu katika mikoa ya kanda ya nyanda za juu kusini. Kwa taarifa zaidi tuungane na Hosia Cheyo. Maadhimisho ya miaka ishirini ya chuo kikuu huria cha Tanzania yamefanyika katika majengo ya chuo hicho tawi la Mbeya, huku kukiwa na ongezeko la wanafunzi wanaojiunga mkoani Mbeya, lakini eneo limekuwa ni dogo. Nisha, na idadi ya wanafunzi wanaodaiwa hapa. wanaodaiwa chuoni hapa. Tumesisitiza kwa kusema kweli kwamba tunahitaji tupate eneo kubwa, eneo lile la Songwe. Tupate ardhi ya kutosha ili tuweze kujenga majengo ya chuo, kule Songwe. Kwa hiyo mpango huu sisi tutaupatia umuhimu Mazungumzo na wenzetu wa halmashauri ya kupatikana kwa eneo la ujenzi wa chuo kikuu huria cha Tanzania, kumepokelewaje na wadau wa elimu mkoani Mbeya? kwa sababu hakuna mtoto anayetaka kuishia form four au form six, anataka chuo kikuu. Kwa hiyo chuo kile kupata eneo la kuweza kuwakomodeti wanafunzi wengi itakuwa ni kitu ambacho kitasaidia sana wananchi, sana vijana, ili kiu yao ya kusoma, kwa sababu vyo vingine bado ni vichache kwa kweli, itakuwa ni mpango mzuri sana. Kwa upande wake mwenyekiti wa maandalizi ya maadhimisho ya miaka ishirini ya chuo kikuu huria Tanzania, Safiri Njoroge amesema mpango wa serikali ya mkoa wa Mbeya ni utekelezaji chanya wa kupanua wigo wa elimu nchini. Juhudi zote za makusudi zinafanyika kuhakikisha kwamba hata hapa tulipo hapa toshi, tujipanue zaidi ili kuhakikisha kwamba tunahudumia eneo lote la nyanda za juu uh, kusini na hasa ukizingatia kwamba sasa tumeshafungua vituo Uh, visaidizi vya kituo cha Mbeya, Mbozi pamoja na Kiera. Tunafanya juhudi kufungua maeneo mengine kama Chunya kuhakikisha kwamba tunawafikia wote wale wenye nia njema ya kupata elimu ya chuo kikuu kutoka hapa Mbeya. mimi ni wasiachie wa TBC. Halmashauri ya Manispaa ya Ilala jijini Dar es Salaam imeanza utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa barabara ya awamu ya kwanza maeneo ya Ukonga Mombasa jijini humo ambao ulianzishwa tarehe kumi na mbili mwezi Oktoba mwaka huu na kukamilika kukamilika tarehe kumi na nane mwezi Oktoba mwaka huu. Akizungumza ofisini kwake jijini Dar es Salaam siku ya uzinduzi wa ujenzi wa barabara hiyo, Meya wa Manispaa ya Ilala Jerry Sla amesema barabara hiyo ilikuwa ni kero kwa wananchi. Hivyo halmashauri imeamua kuiboresha kwa kiwango cha lami moja na makalavati, mifereji ya maji ya mvua, hatua ambayo itasaidia kuondoa kero za watumiaji na kuinua uchumi. Ujenzi wa barabara ni gharama kubwa na tumekuwa tukijenga katika kiwango cha changarawe kwa kipindi kirefu, lakini kutokana na wingi wa magari yanayotumia barabara ile na uzito wa magari tumelazimika sasa kujenga kiwango cha lami. Tumeanza na awamu ya kwanza ambayo tunajenga jumla ya mita 835 kwa jumla ya gharama ya shilingi milioni 764 kwa kiwango cha lami kwa kumtumia mkandarasi Del Monte Construction na leo tumefanya kazi ya, ku, ya, ku, ya kumkabidhi site mkandarasi kwa ajili ya kuanza ujenzi. Niwashukuru sana wananchi kwa maana walivyojitokeza. Tumewataka wananchi wenyewe kusimamia miradi yao, wakiacha kusubiri injinia atakuja na jina miradi mingi, ama injinia akaamua kushirikiana na mkandarasi kupunguza viwango vya barabara Wataendelea kujengewa barabara ambazo hazina kiwango kwao. Tumekuwa sisi viongozi tutakuwa tunaenda, lakini tumesema na wananchi nao wawe macho na miradi hii ya maendeleo, kwa maana pesa zinazotumika pale ni pesa za mapato ya ndani ya halmashauri na ni kodi yao ambayo wana haki na wajibu wa kujua inatumika vipi. Kwa barabara hiyo yenye urefu wa mita mia nane thelathini na tano ambayo inafanywa na kampuni ya MWS Del Monte Limited chini ya usimamizi wa mhandisi wa manispaa Ilala utagharimu zaidi ya shilingi milioni mia saba sitini na nne. Siku chache baada ya kuuawa kwa aliyekuwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza Liberatus Sibalo, maafisa wakaguzi na askari polisi mkoani humo wametakiwa kuwajibika kikamilifu katika kutokomeza vitendo vya uhalifu ambavyo vimeanza kushamiri katika baadhi ya maeneo ya mkoa huo. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoani Mwanza Josefu Konyo, ambaye amesisitiza kuwa endapo kila askari atawajibika katika eneo lake la kazi kwa kuwashirikisha wananchi, wahalifu watabainika. Amksbutunga kutoka Mwanza na ripoti zaidi. Takriba wiki moja baada ya kuuawa kwa aliyekuwa kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Rebaratus Baro, maafisa wakaguzi na maaskari wa vyeo mbalimbali mkoa wa Mwanza wamekutana jijini Mwanza kujadili na mna ya kuimarisha zaidi hali ya usalama mkoani humo. Mkutano huo ukaanza kwa maafisa wakaguzi na askari hao kusimama kwa dakika moja kumkumbuka marehemu Libaratu Sibaro panda IGP anasema yuko nasi, uongozi wa polisi makao makuu uko nasi uongozi uh, wa polisi mkoa na naanuni sote sisi kwa pamoja tuko pamoja, lengo ni kutiana nguvu. Ninapofahamu mimi, siku ya tukio kila kitu kilibadilika. Mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Mwanza Joseph Konyo akawakumbusha askari hao umuhimu wa kuwajibika kikamilifu katika maeneo yao ya kazi ili kudhibiti ongezeko la matukio ya uhalifu . Siri ya sisi kuweza kuendelea na hali ilivyokuwa kabla ya kifo cha afande wetu ni kuhakikisha tunashikamana, tunatimiza wajibu wetu, kufanya kazi vizuri zaidi na zaidi kabisa, na kuhakika kuhakikisha kwamba sasa tunaweka mashirikiano ya karibu zaidi na wananchi, ili tuwe tunapata taarifa za haraka ili tuweze kukabiliana na majanga yote na matukio yote yanayotokea ambayo wakati mwingine yako kwenye maeneo ambayo sio rahisi sisi kuweza kufika, lakini kuna wananchi, tukiweka network nzuri, kila mtu kwa namna yake, tutasaidiana sana. Na kisha ni kwa kuwakamata wahusika halisi tu ndipo hapo nafsi ya kila mmoja itaridhika angalau kuona kwamba sasa angalau tumemtendea haki aliyekuwa kamanda wetu. Juhudi mbalimbali zinafanyika na zinaendelea kufanyika, lakini lazima tufahamu kwamba sisi ndio askari wa mkoa wa Mwanza na yule ndio alikuwa kamanda wetu. Tunawajibika katika kiwango kikubwa zaidi kuliko mtu mwingine yeyote katika kuhakikisha kwamba yale yaliyotokea tunayapa majibu yanayostahili. Amekusibutunga, TBC Mwanza. Mtazamaji wa TBC One, mwisho wa taarifa ya habari hii ni Jambo Tanzania. Muda mfupi ujao utaungana na Ahmed Salim katika Jambo. Nimeshajiunga na LAPF.